Watazamaji wa Global TV Online, bado tuko Sabasaba na hapa unaona jinsi watu ambavyo wameminika katika maonyesho haya ya thelathini na nane ya kibiashara kimataifa yaliyoanza tarehe ishirini na nane na yanakwenda kuhitimishwa tarehe kumi, na leo ni tarehe saba siku ya sabasaba yenyewe. Ah, unaona jinsi gani watu walivyojitokeza kwa wingi katika kuhudhuria, mataifa mbalimbali, watu wa aina mbalimbali, watu walika mbalimbali. Kwa kweli sabasaba ni mzuri. Watu ni wengi sana, na vitu kwa kweli vinapatikana kwa bei rahisi. Kwa kweli tunawaomba ndugu jamaa waje katika sabasaba, wajionee waje, waje, waje, waje, wenyewe. Mama unazungumziaje maonyesho ya sabasaba? Maonyesho ya sabasaba ni mazuri na bei zake ni nzuri. kipya ni kipya ni kipi ambacho nimetembelea, mabanda mengi nimetembelea kwenye mabanda kama ya vyakula vyakula, hivi bei yake nzuri, tofauti na siku zingine. Basi nashukuru, asante. Unasoma darasa ngapi? Saba. Wewe umekuja kutazama nini hasa, huko katika maonyesho ya sabasaba? Wanyama na banda la la nani? Wizara ya madini, Wizara ya madini. Yeah. Umejifunza nini miamba mia mbalimbali mba ya madini. Mfano, miamba ipi ambayo umejifunza, unaweza ukanitajia hata miwili? Sikumbuki. ujambo, ujambo, unaonaje Joyce? Joyce Joyce, maonyesho ya leo, kuja na, na. No, no, na, kuangalia nini leo? Wanyama? aona wanyama. Mnyama gani Hawapo, sijui kwa nini. Yeah. Hawajakupeleka, sijui. Umeona kitu gani kingine? Nimemwona tembo ule hapo. Umeona ah, tembo makalbe yeah. Ma yeah. Unaishi una, una sehemu gani? Makongo Juu. Aya, asante. Ni kipi hasa ambacho mmekuja kuonyesha katika maonyesho haya Sabasaba? Sisi tumekuja kuonyesha aina ya vitabu mbalimbali vinavyopatikana katika dini ya Kiislamu, hasa watu wajue mwongozo jinsi gani watu wanatakiwa kuwa katika njia ile aliyofundisha mtume wetu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haswa sisi ndio tunaonyesha maonyesho haya, na tunajitahidi kwamba tunasambaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu ili watu wapate kutambua kwamba mtume aliishije na Mwenyezi Mungu anatutaka tuishi vipi vipi. Matukio ya watu wi katika banda lenu, matukio ya watu wanakuja kwa wingi, inaonyesha kwamba dini watu wengi wanaipenda, wanapenda kujua ukweli wa dini ya Kiislamu, watu wanatakiwa waishi vipi. Kwa hiyo ni kwa kweli vitabu vinanunulika kwa kiasi kikubwa na tunajitahidi kuwapatia vitabu vya aina mbalimbali. Champion. Champion Jumamosi. Uh, Champion, Jumamosi. Ndiyo, Champion Jumamosi! Kuna kitu kipya kimeingia sokoni, achana nacho, ni balaa. Ni gazeti la Champion ambalo sasa linatoka na siku ya Jumamosi, lina story na makala kibao za uchambuzi wa michezo ndani na nje ya nchi. Champion Jumamosi linakuletea mfululizo wa makala za Twenzetu Brazil, ikiwa ni kupata mchakato mzima wa kombe la dunia mwaka huu, uchambuzi wa makala za kimataifa, wanasoka na wasanii wa zamani waliotamba na kutoweka, utawasoma ndani ya Champion Jumamosi, na bila kusahau hadithi hadithi za zisimuo zipendazo. Kumbuka, sasa Champion ni kila Jumatatu, Jumatano, Ijumaa na Jumamosi.

Waalaikum salaam, siya kwema. naitwa nani? Musa Suleiman. Musa Suleiman. A, ni kipi hasa ambacho kimekufanya kuja katika banda hili? ni vitu vingi. Kwanza tunajia historia za mitume, mitume mingi iliyotangulia na mitume kushapita muda mrefu. Kwa hiyo na maana ni historia pia kuwajua maimamu waliokuwa kipindi cha zamani kama Imamu Hussein na maimamu wengine pia nini hasa unachowaasa vijana wenzako ambao pengine wanakiuka misingi ya dini ya imani, misingi ya dini ya Kiislamu? Kwanza tusome, unajua kwanza kusoma ni kitu kikubwa sana, kujua Qur'an jinsi ilivyo, inasema nini, inakataza nini, nataka kitu gani. Kwa so, kipindi kimetoka mwezi wa Ramadhani, watu wengi sana wanajua, wanatoka mwezi wa kawaida sana kama miezi mingine, hawaswali, hawasomi, yaani mtu anatoka ni miezi ambayo ya kawaida, na hii ni sawa sawa. Kwa hiyo kikubwa zaidi kwa vijana, kwanza kusoma, tusome na pia tubadilike tu, tufanye umwezi kama miezi ambayo gani kipindi hiki cha maonesho ya 38 ya Sabasaba, Benki ya Posta iko hapa kutoa huduma zote za kibenki, na kipindi hiki tunafungua account mbalimbali mbali kwa ajili ya wale wote ambao wanatembelea maonesho haya ya 77. Nawakaribisha sana wananchi wote ambao wanatembelea maonesho haya kuja kwenye banda letu hili la Benki ya Posta tuna account nyingi tu, ambazo tunafungua. Lakini katika kipindi hiki tuna account maalum kwa ajili ya wanachama wa Yanga na mashabiki wa Simba tunafungulia account kama mnavyoona, hizi kadi ni maalum kabisa kwa ajili ya wanachama wa Yanga na mashabiki wa Simba. Unachotakiwa kufanya ni kufika hapa katika banda letu, tutakufungulia account yako, na utapata kadi yako hapa hapa. Pia tuna account yetu ya popote ambayo ni account maarufu kabisa ambayo mteja akisha ashafungua anaweza kuchukua pesa zake kwenye mtandao wa Umoja Switch ambao Benki ya Posta ni mwanachama, lakini pia anaweza kutoa pesa kupitia kwa mawakala wetu ambao wako Tanzania nzima. Wetu, akauntia, popote, kwa hiyo nawakaribisha wateja wetu, akaunti ya popote inafunguliwa kwa kiasi cha shilingi 2000 tu na imeunganishwa na mtandao wa simu. Kwa hiyo mteja, mbali na kwenda kwenye matawi yetu na ATM hizo ambazo nimezitaja za Umoja Switch, lakini pia unaweza kupata huduma zote za kibenki kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo huduma kama vile Unataka kununua luku, unataka kulipia bili yako ya Dawasco, unataka kulipia bili yako ya DSTV, uko nyumbani, unaweza kutumia simu yako ya mkononi, ukalipia huduma hizo zote. Kwa hiyo na akaunti hii inafungua kwa bei nafuu kabisa, shilingi 2000 tu. Ukija hapa tunakufungulia akaunti na unaondoka na kadi yako hii na unaweza kuanza kupata huduma za kibenki hapo hapo. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Mwitikio ukoje, labda pengine kwa, kwa jamii ya Watanzania katika kuhudhuria Benki ya Posta? Mwitikio ni mzuri sana na ni mkubwa sana. Watu wengi ambao wamekuja wamefungua akaunti ya popote na pia wale ambao Karnina, wanachama wa Yanga kwa kifupi wa <laughs> E, tuko hapa toka tarehe 28 na lengo kubwa tumeleta huduma karibu katika maonyesho ya Sabasaba ili Watanzania wengi ambao wanapita waweze kujionea kuona huduma gani ambazo tunazitoa. Lakini katika products ambayo tunaiuza sana katika mfuko wa GPF ni ile product ambayo tunasema wajasiriamali wadogo wadogo tuna mpango maalum tumeanzisha kama GPF ambao haubagui, uwe umeajiriwa uwe umejiajiri mwenyewe, mamalishe, mkulima, mvuvi, wote wanaruhusiwa kuwa wanachama. Kwa hiyo kwa kipindi kifupi tu kutoka tuanze, tumeshasajili wapya kama mia mbili ambao kwa bahati nzuri sana kutokana na teknolojia tulionayo wanaweza wakapigwa picha na kuondoka na vitambulisho siku hiyo hiyo. Kwa hiyo, wengi ambao bado hawajafika katika maonyesho haya wafike. Tuko chini ya wizara ya fedha na huduma zote zinapatikana hapa, lakini vile vile kuna wale ambao wanachama tayari. Kwa hiyo wale ambao ni wanachama tayari katika mfuko wa GPF wanapata fursa ya kuja kuangalia mchanganuo ya michango yao, wanaweza waka print wakatoka na statement na wakapata waka, wakapata maelezo mengine ya kina zaidi kuhusu shughuli zetu za, za GPF. Ano, nini faida ya kujiunga na mfuko huu wa G GPF faida ziko nyingi, lakini labda niseme katika GPF tuna scheme mbili, tuna wanachama wa aina mbili. Nianze kwa wanachama wale ambao wameajiriwa, walioko maofisini, kwa maana ya sekta binafsi, sekta ya umma. Wao tofauti na mifuko mingine, GPF ni mfuko ambao sisi hatusubiri ufike miaka 50 ya kustaafu au austi, 60. Mwanachama wa GPF anaanza kufaidi michango yake akiwa bado kazini. Ni mfuko pekee ambao tuna fao maalum au fao la mkopo ambao tunamkopesha mpaka 45% ya michango yake yote anaweza kakopa akaenda maisha. Sisi tunaamini kwamba, uh, kwanza slogan yetu au kauli mbiu ya GPF tunasema maisha ya bora ya sasa na ya baadaye. Tunaamini huyu mtu ana mahitaji ya leo. Unahitaji kupeleka watoto shule, unahitaji kufanya mambo ya ujenzi, utafanyaje mpaka ufike miaka 55? Kwa hiyo tusubiri huko. Kwa faida ya kwanza kwa walioajiriwa ni kwamba wanabisa. Naweza kupata michango yao wakiwa bado kazini bila kusubiri wakati wa kustaafu. Lakini faida nyingine ambayo nije kwa wale wajasiriamali sasa, mpango wa hiari tulianzisha kwa sababu ndo sera ya taifa kwamba lazima sasa kila Mtanzania apate huduma, e, katika mifuko kwa kwa ya hifadhi ya jamii. Kwa ile mjasiriamali, cha kwanza tulichofanya, hakuna kiingilio cha kuwa mwanachama. Hatusemi sisi lazima utoe elfu tatu ili uwe mwanachama. Kuingia ni bure. Na hatuna kiwango maalum. Leo unaweza kutoa elfu tatu, kesho elfu kumi, kesho kutoa laki moja, kesho kutoa milioni. Ni jinsi unavyopata. Kwa sababu sisi tunaamini kabisa hizi hela ndogo ndogo, hizi mia tano, elfu moja ndio pesa ambayo itakuja kuwa milioni kumi baadaye. Bila kwanza. Lakini la pili tukasema kwa sababu tuna wajasiriamali ambao hawalipwi mishahara kila mwezi. Hawa kipato chao kinapanda, kinashuka kutokana na biashara ilivyo kwa wakati ule. Kwa hiyo tulichofanya cha pili, hatukuzuii wewe kuleta pesa. Hatukulazimishi ulete mchango kila mwezi katika mpango wa hiari wa GPF unaweza ukatoa kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila wakati unapopata, na hata ukikosa bado ni mwanachama. Inawezekana biashara imeyumba, ukapotea kwa miezi mitatu, ukirudi unaendelea kuchangia. Lakini kingine kizuri zaidi Uh, katika uwasilishaji wa michango tuko kidijitali zaidi. Mwanzo tulikuwa tuna akaunti za benki tu tatu, na sasa hivi tumefanya tuna mikataba na makampuni ya simu. Kwa hiyo wanachama wanaweza wakatuma kupitia Mpesa, ukatuma kupiga tik, kutumia kupitia Tigo Pesa, kutumia Airtel Money, yaani hii mitandao yote sisi, unaweza ukatuma mchango wako ukafika. Lakini kizuri zaidi ambacho sasa hiki ndio kinawasaidia wengi ni kwamba hata ile michango yako unapoleta kila siku, kila mwezi, kila wakati unapopata, ukichangia mfululizo kwa mwezi sita tunakuruhusu kuchukua nusu ya michango yako. Ina maana leo ukijiunga wewe ukachangia mfululizo mpaka mwezi wa kwanza, maanake ni kwamba ili pesa yako yote, nusu yake ruksa. Kwa hiyo tunachosema sisi siku zote, jiunge katika mpango wa hiari kwa malengo maalum, uwe na malengo kwamba baada ya miezi sita, nataka mimi school fees ya watoto itoke katika mpango wa hiari. Kwa hiyo na, na kingine kikubwa zaidi ni kwamba hii pesa inazaa tunafanya uwekezaji na kinachopatikana huwa tunarudisha kwa akaunti za wanachama kila mwezi. Nini ushauri wako kwa watu ambao hawajajiunga na mfuko huu? Kwa wale ambao hawajajiunga, labda niseme tu huyu uh, ndo mkombozi. E, ni mkombozi kwa sababu tumeweka flexibility kubwa sana, yaani uchangiaji wake ni rahisi sana, bado pesa inazaa na tunakuruhusu kutumia. Kwa hiyo mimi nasema wajiunge waweze kufaidika katika maisha baadaye. badala ya mtu kulima pamba isafishwa kwenda nje, kukiwa na kiwanda cha spinning kitatengeneza nyuzi nchini, lakini kuna na kiwanda cha wizi kitatengeneza kitambaa nchini, lakini kuna kiwanda cha kuweka rangi kitatengeneza kitenge nchini. So kutengeneza kitenge nchini, maana yake ule mchakato kutoka kwenye pamba mpaka kwenye nguo unafanyika ndani ya nchi. Kwa moja, mkulima anakuwa ameongezewa pato, ili la pili, unakuwa umepunguzia nchi gharama ya kuagiza kitenge nje umepunguza matumizi ya fedha za kigeni. Ndio maana nimetumia muda mwingi sana kwenye maeneo haya. Unapoona kiwanda cha magunia, maana yake konge na ulimwa Tanga, inneoa magunia nchini, magunia ya kutia bidhaa zetu ndio safi za kwenda nje. Na hata unapozungumzia masuala ya kimazingira, unapoacha kutumia mifuko ya kiplastiki, lazima utafute chanzo kingine cha mifuko ambao kitakuwa kinaungana na mazingira, ndio mifuko kama hii ya katani. Kwa hiyo kiwanda cha Mohamed Enterprises kinazidi kukua. Kuongeza ubora wa bidhaa. Na hii inazidi kuonyesha kwamba uchumi wa nchi unakua. Na matumizi ya fedha za kigeni kwenye kuagiza bidhaa yanazidi kukua. Lakini bidhaa hizi, kwa jambo lingine la msingi, zimelenga soko la watu wa chini. Unaona vipimo vya mrefu sana pale kwenye sabuni. Unaweza kujua sabuni zinauzwa kiasi gani. Kwa hiyo kule Mbagala, kule kutoka la Ngoto, wataweza kuafuta sabuni hizi. Ndio wanachokielewa. Ndio kuuza sabuni ya kutia kwenye mashine ya kuosha. Kwa hiyo wenzetu wa maisha ya kati na kati.

na anatakiwa kuondoka. Kila mshindi aliandika namba ya simu hivyo, tutawapigia siku na tutawaelekeza, ndani ya siku thelathini wakichukua zawadi zao, pia tutaleta ambapo tutawapa zawadi zao ili kuthibitisha ya kwamba ndani ya Muhamed

Ah <mimu> fresh, fresh kabisa uh, uh. Kwa sisi upande wetu sisi, mimi niseme kwa, kwa jinsi ninavyoona, ndio naweza tukafa, kwa sababu tumejaribu hii kitu tukajoba ni mzaa, lakini ili banda letu kwa kweli comedy, watu wamechanganyikiwa, na sisi watu wanakula, watu wananua CD zetu, tunasema ni watu wengi sana, watu ni wengi mno. Bwana hapa kuingia tumiatano kutoka mia kawaida. Sasa sio sio wahudumu ya tumefanya kuest hudumu baba. Hey, hey. Aupa, tunatoka na vumbi yeah. Nini hasa ambacho kiwafanya nyinyi mpaka mkatengeneza banda ili kwa ajili ya chakula? Unajua, a maonyesho kama haya, mara nyingi, asilimia kubwa wasanii huwa wanashirikishwa au wanachukuliwa kwenye mabanda ya watu. Unajua, eh sasa, hii ni idea yetu. Tumefikiria, kwa nini sisi tusiwe na banda letu? Au kwa nini sisi tusiwa tusiwaajili watu? Sio kila siku wasanii wawe wanachukuliwa kwenye maonyesho ya watu, kwenye mabanda. Hapana, tukaona sisi tunaweza kufanya wenyewe, tukakodi banda letu, tukasema bidhaa gani ambayo watu wengi watakuja, nni chakula kuwa atakula watu chakula na kwa kuzingatia huu ni mwezi wa, wa, Ramadhani wa mfungo, kutulu, koyo, pasika, kwa mfungo jioni pia tuna futuru. Kwa hiyo huduma zote hapa zipo. Kwa hiyo tukaona kwamba tuna uwezo kufanya wenyewe kama wenyewe, na tuhitaji tena sio tuhitaji tena ikihitajika, au tukiona tunafaa kwamba kuchukua kwenye mabanda ya watu sawa, lakini tunaweza kufanya wenyewe, na tuna ajiri watu na maisha yanaendelea. Bado tuko tuko tuko tuko Sabasaba hapa, na sasa hivi tunatembelea banda la Azam. Kuna bidhaa nyingi sana ambazo wanazizalisha hawa Azam, ikiwemo Azam TV, zikiwemo juisi Uh, unga wa ngano na vitu vingine vingi sana. Hebu ungana nami ili uone ni kitu gani ambacho wanakifanya wa. Unazungumziaje labda pengine mwitikio wa watu katika banda lenu? Ah, mwitikio wa watu ni mkubwa sana. Si unajua bwana Azamu ina vitu vingi sana. Azamu ina TV, watu wanakwenda kuangalia Azamu TV, Azamu ina biashara mbalimbali kama unavyoona mwenyewe. Kuna unga wa ngano, kuna juice, tuna ice cream, tuna bidhaa mpya maziwa e, na vilevile vile tuna bidhaa zetu za vifungashio packaging, na pia tuna bidhaa za aina mbalimbali hmm. Tofauti wa siku zingine na leo uko wapi katika bidhaa zenu, watu wa Azam? Utofauti upo kadri siku zinavyokwenda, nazidi tutazidi kukua na kupanuka zaidi. Eh, hapo mwanzo tulikuwa na bidhaa chache, lakini sasa hivi kila kukicha tunaongeza na bidhaa mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi tuna bidhaa yetu mpya ya ice cream pale, inaitwa Nova Ice Cream. tuna bidhaa ya maziwa ambayo ya ni mpya pia, tuna kinywaji kipya cha Azamo NH. Eh, vyote hizo ni bidhaa mpya ambazo zinawavutia watu kuja kwa wingi katika bandari yetu. Nini ushauri wako labda kwa Watanzania na wadau wengine? ya ushauri wangu kwa Watanzania na wadau wengine kwamba wa, wapende wa bidhaa zinazozalishwa nchini mwao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao, kwa sababu unajua bidhaa za nchi yako utakapozitumia ndio itakuwa unaisaidia nchi yako kwa kodi, unaisaidia nchi yako kwa ajira na kila kitu. Kwa hiyo upenda bidhaa ya nchi yako kwa maendeleo ya nchi yako. Huo ndio ujumbe nawapa Watanzania, nawaambia e, Watanzania pia hebu tazameni Global TV online. nlin e, unajua ni maendeleo, haya ni moja kati ya maendeleo kuwepo na TV nyingi katika Tanzania. Asante, mambo safi. Unaitwa nani? unaitwa Aisha. Aisha, mtuambie leo kuna vitu gani hapa vizuri vizuri ambavyo Azam umetoa hapa. tuna biskuti kama hizo hapo shortcake, ni mpya ambazo tukoza zimetoka safari. Na ni nzuri, zina maziwa Kwe hiyo tunakaribisha sana wateja wetu. Vipi mwitikio wa Tanzania katika kuchukua bidhaa hizi ambazo wewe upo hapa? Tunashukuru kiukweli ametupokea vizuri tu. Pia wanakuja kwa wingi, tunashukuru sana. Ah, asante sana. Haya, tunashukuru. Unaitwa nani wewe? Abdi. Abdi? Abdi. Soma shule gani? Mwandege Boys Secondary School. Upo kidato cha ngapi? Kidato cha 4. Upo hapa Sabasaba kwa ajili ya kujifunza nini, ama kwa ajili ya kuangalia nini kikubwa kilichopo? Eh, kilichonileta kubwa ni kuja kujifunza kusiana na kama kawaida kama nilipotembelea Benki Kuu kujua jinsi currency ya nchi yetu inavyoendelea. Eh, bunge, nimetembelea bunge, nilikuwa naendelea kuuliza maswali kusiana na nchi yetu, jinsi mjadala wa katiba mpya, jinsi unavyoendelea. Pia nikaingia kwenye Wizara ya Nishati na Madini. Eh, walikuwa wanatu encourage sana tusome kombi za nini? Science kwa sababu watu science wana wide range. Na walikuwa sasa hivi wanasema tukimaliza labda form six, chuo kikuu, tuende tukasome kusiana na madini na gesi kwa sababu ndio kilichokuwa sasa hivi Tanzania kote ndio kinacholeta yani no, soko ndo lilipo hapo yani. Nini ushauri wako kwa wanafunzi na vijana wengine kuhusiana na maonyesho haya Saba Saba? Ah, ningewa encourage kwa waje na wao kujifunza, kwa sababu wanajifunza mambo mengi, vitu vingi. Kama mwenyewe sikujua kwa sasa, si hizi ni nani nini, na, nani nani nini gesi ni na nani nini na nishati madini, wizara nishati na madini ndio yenye nani yenye chance kubwa. Sasa hizi wigo yani kazi nyingi ndo zinapatikana hapo, sikujua lakini nimekuja hapa na nimejifunza. Kwa hiyo sasa so, mimi ni nilitegemea baadaye nije kuwa daktari. Ah, hapana hiyo ni alternative yani, plan B labda ni daktari ukishindikana, naona huko uh, kwenye, kwenye sabasaba. A yeah, eh, nipo kwenye sabasaba toka ilivyoanza kama tarehe tatu yeah. yeah, niko sabasaba toka Tanga nimekuja sabasaba Okay, kitu ambacho tulichokosea wamekosea kwa sasa hivi majengo mengi kwamba wamejaliana watu ambao wana miguu yao, umenielewa eh? Wanatengeneza majengo mazuri, lakini utakuta majengo machache ambao wanawajali kwamba kuna njia za walemavu au kuna njia ambayo mtu mzima ambaye ameshazeeka hawezi kutembea katika ngazi muda mrefu, sii, umenielewa? Sasa utakuta majengo mengi yana ngazi Mnakuta mlemavu anashindwa kuangalia vile vitu ambavyo anafanyaje, ana pensi navyo, ataka kuviona ili, anashindwa mwisho wa siku anajikuta anazulula tu bila mpango. Lakini kubwa ni kipi ambacho kilikufanya utoke Tanga kuja Sabasaba? Aa, uwaga, napenda napenda kuangalia Sabasaba changamoto changamoto, huwa mimi napenda kwa mfano tuna, tuna tunatengeneza nini, nchi yetu imebuni nini, kimeongezeka nini, huwa ndo unapenda sana kuangalia. Mwaka jana na mwaka huu kuna tofauti nini? Ushauri wako sasa? Ah, ushauri wangu kwamba

unachuki binafsi ndogo meshabahini hii ii ndo wali yangu lionipamanani ujofa ujombikauwa safi kwema. naitwa nani? Naitwa Fauzia au mama Ahmedini. mm. mwenyeji wapi? kwa hapa Dar es Salaam mi mwenyeji wa Mbagara. Aha, ni kipi kikubwa kilichokuleta katika maonyesho haya saba saba? yani kilicholeta hapa kuja kuangalia bidhaa zetu za Kitanzania jinsi zinavyofurahisha, zina zina na jinsi ni yani zinavyouzika kwa wingi, na navokuja kuangalia kama katika jengo hili Yaani, nimefurahia sana Azam. Azam wanatuletea vitu vizuri sana na vinafurahisha, na wa washauri wa Tanzania, leo ni tarehe saba, waje kwa wingi, kesho kesho kutwa waje wanue bidhaa za Kitanzania. Tupende bidhaa zetu, usipende bidhaa za nchi nyingine. Mambo ya watoto yako mengi, vitu vya Azam nadhani kila mtu anavijua, ni vizuri zaidi. naitwa Flora Edward. hapa upo kama nani? Mi ni mtu wa Voda ila niko hapa na yani na nawaelekeza tu wateja wa Selcom jinsi ya kutumia hizi mashine hizi mashine ni za Selcom. Kwa hiyo nawapa tu watu instructions jinsi ya kuzitumia hizi. Hiyo M kwa kifupi inatumiwaje? Labda hii hapa, yani mashine unatumia tu kawaida kama unavyoenda kwa wakala wa M-Pesa kibandani, unapiga 150 sifuri sifuri, menu ile ya kawaida unaenda toa pesa, unaweka si, nani namba za wakala, unaweka namba yako ya siri,

Within a minute kuna message itarudi kwenye simu yako. Itakuwa na token numbers. Uta, pale itakuwa imeandikwa ni namba za siri za ATM. Kwa hiyo zile namba za siri za ATM sasa utakuja hapa kwenye mashine, utachagua lugha. Alafu ukishachagua lugha itakuja option ya kwamba ku-withdraw pesa ya M-Pesa utaselect pale, alafu utaingiza namba yako ya siri ya simu. Yaani instructions zote zinakuja hapa zinaonekana. Weka namba ya simu, utaweka namba yako ya simu utabonyeza. Unaipata wapi? Kila mashine ina namba yake ya wakala. Utakuja utambea weka zile token sasa, ambazo umepewa utaweka, utaconfirm, alafu utakuja utaweka kiasi, utaweka, utaconfirm, alafu hela itatoka. Kuhusu ulinzi wa hii mashine, labda pengine ulinzi na hmm. Asante. Sawa.